Naanza kipindi lakini tusibishane. Je, unajua kwamba gari chafu na gari safi, gari chafu inatumia mafuta kidogo kuliko gari safi? Bwana, hii inaitwa The Gear, sehemu ambayo tunapeana elimu mbalimbali katika Autotech. Tunakuwepo na mtaalam ambaye anazungumzia mambo mbalimbali mbali ya magari, na leo tutaendelea na stori yetu ya injinia Kijoti ambaye alipata matatizo mengi sana alipokuwa akienda kufuata gari lake kutoka Lindi mpaka kuja Dar es Salaam, na kuchukua siku zaidi ya tatu ama nne njiani, ili kuaje kuaje? Hichi ndo kipindi chenyewe sasa <muchilio> Mimi naitwa Jerry na hapa nawapa fakti mbalimbali za kuhusiana na masuala ya magari, vitu ambavyo ufahamu. Iko hivi, unafahamu kuna mpira aa, mpira wa kawaida ambao uko round soft, na kuna ule mpira ambao unatumika kwa ajili ya, ya golf. Ule mpira wa golf bana ni mpira ambao upo round lakini una dimples, dimples. Research ilifanyika kwamba ule mpira wa golf unaaminika kwamba endapo unapigwa katika hewa wenyewe una uwezo mkubwa wa kukata hewa, yaani una uwezo mkubwa wa kuenda spidi kuliko ule mpira ambao sio mpira wa golf. Sasa gari nalo limetengenezwa shepu ya kuweza kupambana na hewa, yaani kukata hewa kwa ajili ya kufanya uh, gari iwe katika spidi, lakini sasa pamoja na kwamba imetengenezwa hivyo ilifanyika research nyingine kwamba endapo gari ingetengenezwa kwa mfumo wa dimples dimples, gari ile ingekimbia zaidi kuliko gari ile ambayo iko soft, yani hizi gari ambazo tumetengeneza ambazo tumetengenezewa na tunazitumia. Lakini ikaja kwamba wamejaribu kufanya hivyo, lakini muonekano haui mzuri. Sasa aa, kwa research nyingine ndogo ni kwamba Gari ikiwa chafu inatengeneza mazingira ya bams bams kama zile za golf, ambazo pia inaaminika kwamba consumption ya mafuta itakuwa ndogo kwa sababu ya resistance ya hewa inakuwa ni ndogo. Yes, kama mimi nimedanganywa, basi tumedanganywa wote. Lakini chukua hiyo. Katika mkanda wa gari kuna sehemu ambapo ina kama loop hivi, yaani kama vile ushaikwenda kwa fundi nguo ukawambia, bwana, sasa hivi nimekonda naomba nipunguzie kidogo shati yangu ama nipunguzie kidogo suruali yangu. Kuna loop ambayo imewekwa maalum katika mkanda wa gari, hasa katika siti za nyuma. Je, umeshawai kufahamu loop ile kazi yake ni nini? Ile loop bwana, inaitwa energy management loop. Ni lupu ambayo itamsaidia abiria pale ambapo anapata serious injury, yani anapata impact ya maana, yani anapiga bonge la kishindo, mkanda utamzuia, lakini ukimzuia Itabidi uh, utamuumiza ule mkanda kama utakuwa umemzuia na hakuna sehemu nyingine extra ya kuweza kumpa space ya yeye kuweza kutoka ama kuweza kuzuilika zaidi. So ile loop imetengenezwa maalum kwa ajili ya kukatika na kufunguka zaidi kukupa space wewe ambapo umebanwa na mkanda kupata nafasi zaidi usiweze kuumia. Lakini huwa haiwekwi katika siti za mbele kwa sababu siti za mbele inaaminika kwamba ziko karibu zaidi na dashboard, kwa hiyo ikiwekwa loop itaongezea space ya yule abiri, yule dereva na abiria wake kuweza kuumia. Sawa, so inakepo zaidi katika siti za nyuma, lakini baadhi ya magari ya kisasa pia hayana mfumo huo. So usishangae usipoona hicho kitu katika gari yako, lakini kuna magari mengi yanacho, na mimi kazi yangu ni kukufahamisha uweze kufahamu kila kitu kilicho kwenye gari yako. Okay, kabla hatujamalizana na mkanda mkanda huo huo, kumbuka, wiki iliyopita niliambia kwamba kampuni ya Volvo ndo ilikuwa kampuni ya kwanza kugundua mkanda na ilikuwa na patent yenyewe, kila kitu ukigundua unakuwa na patent. Sasa wenyewe waliamua kushare patent yao na watu wote, inaitwa three point seat belt. Waliamua kushare patent yao na watu wote wanaotengeza magari kwa ajili ya ku-save maisha ya watu na ili save maisha ya watu wengi sana. Sasa katika mkanda kuna kadoti fulani hivi, kama unakaonaga, kaonaga, onaga, kuna kadoti fulani katika mkanda. Je, unajua haka kadoti kazi yake ni nini? Sasa bwana, kile kidot cha kwenye mkanda kazi yake kubwa ni kukusaidia wewe mtumiaji wa gari usipate tabu sana kutafuta bako ile bako ya kuingizia a, ile kile kichuma cha kuingizia sehemu ambapo itakusaidia mkanda kuweza kushikiliana na, na, ile, na ile bako yake. Kwa hiyo ile bako ya mkanda isipokuwepo kile kidot, maanayake inaweza ikaanza kuslide ikaenda chini. Kwa hiyo ukiwa nataka kuweka mkanda au kufunga mkanda, itakuwa ngumu sana kukutafuta kale kameenda wapi? So kadoti tu, lakini kana kazi kubwa. Lakini siku akapo utaweza kujua changamoto unaoipata, unaweza kuanza kutafuta kale kaduda ikakuchomekea mkanda mpaka chini ya siti. Yes, chukua hiyo. Ah, tunazungumzia kuhusiana na check engine check engine light uh, kwa mtumiaji wa gari, check engine light ni moja kati ya stress ambazo watu wengi hawapendi kukutana nazo. Sasa imagine wewe ni mtumiaji wa gari, sisi mafundi wa gari ile kwanza tunaona ni kazi, lakini cha pili ikitokea sasa umeshamalizana na mteja inarudi unajua hiki ni kimeo. So ile check engine saa nyingine inaweza karudi na ikafanya mapigo ya moyo ya fundi yakaruka. taa baada ya kula hela ya mteja na kuona check engine imerudi tena katika gari. Sasa bwana, iko hivi. Check engine light ikiwaka katika gari lako, hiyo inaitwa onboard diagnosis, yani OBD. Ah, yani kwamba tayari gari imejifanyia diagnosis na kukuonesha wewe kwamba kuna tatizo. Kwamba ili tatizo ni nini? Inaweza ikawa ni nini? Inaweza kawa ni nini? My friend, hapo kuna sababu zaidi ya elfu moja na mia nne zinaweza kusababisha kuwaka kwa taa ya check engine. Sikiliza, sababu hii inaweza kusababisha taa cheki inji na wewe mwenyewe ukaweza kushangaa: evaporative emission control system, evap. Yes, kiingereza kimekuwa kingi bwana, nisikutishe sana. Katika gari kuna, kuna uh, mvuke katika tenki ya mafuta, kuna mvuke mvuke ambao unatokana na mafuta na mvuke ambao unatokana na uh, kemikali mbalimbali mbali, ambazo sio salama kwa mtumiaji wa gari. Kwa hiyo mvuke ule unakuwa protected usitoke kwa ajili ya kuharibu mazingira ama kuharibu tu hali ya hewa ama watumiaji wengine wasiweze kuathirika. Sasa mvuke ule umekuwa prevented katika tanki ya mafuta ili usitoke nje ya gari. Sasa check engine inaweza ikatokea kwa sababu ya kizembe tu, pale ambapo mtu ameenda petrol station, ameweka mafuta yake, amesahau kufunga vizuri kile kifuniko cha tanki ya mafuta inaweza kawa kataa check engine. Yes lakini usikariri, sio check engine zote zinatokana na kile kifuniko cha tenki ya mafuta. Hii nilikuwa ni moja tu ya sababu ya wewe kuweza kutambua kwamba check engine light inaweza kusababishwa na sababu ya kizembe kama hivyo. So unaweza ukaenda fundi, kati zake computer diagnosis, kagundua, ah, kumbe ngoma iko hivi, basi akafunga na akatesti, kitu kimepotea, akajipatia la yake. So vitu vingine vidogo vidogo unaweza ukacheki mwenyewe. Hii inaitwa The Gear Autotech, naitwa Jerry. huyu ni rafiki yangu anaitwa Kijoti. Mm, mimi e ni auto repair, ani i mzee mmoja hivi alikuwa na gari yake ni 124 Benz, Benz. Na yule mzee inaonekana aliipaki muda mrefu, sasa mpaka alihitaji kwanza kuifufua na akaona Dar es akaona Dar es Salaam, ndugu ndo atatupata wataalamu. Kule tulikumbuka tu kununua kununua nunua hizo zagazaga zetu lakini zaga, zaga, zaga, hata kukumbuka kuangalia ile gari kama ina wili sana ina nyegi ina tairi spare, lakini tukasema kwa sababu tunasafiri usiku, huwa barabara inakuwa kidogo. Wewe imekuwa cooling waya kama sababu ile cable ilikuwa imeharibika, tukatafuta cable, ikawa ni kama kamba imepikia upande wa huku, kawa nayo abiria huku, mimi hapa ndo nikawa nimeshikilia, nikaivuta hapa kifuani.

kuna watu ambao hujawahi kuwaona katika maisha yako. Hii unaonaga labda kwenye gazeti na gazeti, lakini kuna muda au watu unakutana nao, yani, e. katika reality bwana e. mi huyu e. the same na yule pale ambaye ulimwonaga hata kwenye gazeti huyo e. bwana nipashe kwa kweli alitusaidia, lakini bwana jamani, naye kukua kwenye gari kila kimwangalia <laughs> e. unarudi wewe unakuwa unacheka.

kwa sababu kusha kucha jua ni kali kuli kweli bwana, nifashe kakasti ya nyuma mimi, nikawa naendelea na 15 kwa pale. Tukawa tunapishana na mdogo wangu, naambia sasa, wewe damu yako sasa hivi kuvuta, mimi nanyosha steli. Kwa hiyo gari ikawa imeenda tukafika mpaka hapo hoteli tatu. Hapo hoteli tatu tukatafuta tafuta maduka ambapo sehemu wana sababu, unajua vivuko vingine vipikipiki vinakuwa gani nyingi kwa hmm. hiyo so, kuna sehemu kwa mafundi pikipiki, tukawa kumebahatika kupata hiyo kebo sasa. Zile hmm. kebo ambazo za, za mafundi pikipiki sio za brake, sio kebo hmm. za gia hmm, tukafanya ufundi wetu pale, ile kebo ikawa imefaa. Ilivyofaa pale, swala la kupata tairi sasa ambayo ile imepasuka ya benzi, kwa kuna ule mji pia pia ikawa ni vigumu, kwa hiyo jamaa wakawa wametushauri bwana, nendeni na mpaka na Ngurukuru, kama mtafanya kufika na Ngurukuru unaweza mkapata hiyo tahidi. Kasema okay, sawa. Safari tena ikaanza pale. Ule bwana nipashe akasema, bwana mimi kutokana tulipotoka huko, mimi nakwaga ni stolowei, ndeni ni wape skoti mpaka na Ngurukuru, kifika na Ngurukuru mimi nitaangalia namna mtanichangia chochote, mimi nitarudi haina shida aa, so, sasa tunaenda. Sasa gari yenyewe pia ilikuwa na matatizo sasa. Yaani kama unatembea kama kilomita moja inapoteza performance. Kwa inabidi usimame tubadilishe firing order, hmm. Uwashe tena uangalie kwamba hapa sasa hivi inaweza kuvuta mafuta, inaweza kuvuta kuvuta mafuta, mafuta. Safari inaendelea. Tulikuwa tunaenda kila baada ya nusu kilomita kilomita moja tunasimama tulikuwa tumeenda sasa mpaka unajua, unaenda safari, unajua kama wewe unaenda porini hivi, unaenda unatembea kilomita nyingi, ukifika kijiji unapata pata changamoto hivi na hivi, maji, kwani ulikuwa unatembea na vichupa. Ukifika kwenye kijiji, mnabidi uombe maji hata kidogo, unapewa maji kama ya mvua yale yenye yamenyesha kwenye barabara, tunayokunywa, hakuna jinsi, lazima tunywe. Kwa hiyo tukaa tumeenda tumefika mpaka hapo na Mukulu jamaa wakawa wame ametu sapoti mpaka pale, tukabahatika kuwasiliana na mwenye gari. Mwenye gari akafanya namna, tukapata taii nyingine, tukafunga yeah. Tukasawa, tumetoka sasa pale, safari ikaanza kuendelea. Yule tukamuacha pale, bwana Nipashi, sisi tukaendelea na mdogo wangu wawili, enda tukaenda tukawa tumeenda, tumeenda, tumeenda. O, o, safari ikawa ndio hivo. Naenda, tunasimama tunabadilisha. Sasa kuna muda gari kune mlima haipani Yeah. Kwa hiyo nabidi sasa nishuke nio na, naipa supporti kwenye mlima sasa. Ni unajua, hata ukikutana na watu mm. naona kwenye mlima unasukuma gari, napandisha mlima, mtu anakuangalia hivi ni yeah. kwenye gari nyingine anapita, naona huyu mtu ana nguvu kiasi gani mpaka anasukuma gari bengi peke yeah. yake kwenye mlima ini yeah. gari kua naenda sema nguvu yake ilikuwa yani, ni ndogo yani, ni namna tu yeah. unalisaidia una ili iweze yeah. kupata yeah. Tumeenda tukafika sehemu maeneo um, ya Kibiti sasa mm. yapo Kibiti, tumefika kama muda kama saa mbili usiku. kesho yake yani, hapo ni tokea tulivotoka hapo hapo hapo skii la ngurukulu hapo mpaka mm. tunafika Kibiti ni ah. saa mbili usiku. mm. Sasa hapo tumefika Kibiti hapo hiyo saa mbili mm. usiku, nakwambia pale Kibiti pale katikati kuna junction, alafu kuna beli ya hivi sasa. Unaingia pale Kibiti kuna kama downy. Sasa ile downy na mimi kama kawaida <laughs> <Downy laughs> take advantage sasa, kwenye ile downy kumbe kuna beli ya mbele <laughs> ah. <laughs>

aliona gari haiwezi kusimama mwenyewe ilibidi asogee eh. Aliosogea chuma kikapita pale kikaruka bamsi hey. Kimetua mbele hey. <laughs> tua mbele tena, kaambia mke wangu usiache mafuta kanyaga. Hey. Chuma kikakanyagwa kimeenda amefika sasa pale, pia alivyoshuka hiyo dauni kwa mbele tena, kuna kilima hivi kinaanza kupandisha Hey. Chuma kimefika kimefika kimeenda kuanza kupandisha mlima tu chuma kiende Hey. Kanyaga mafuta wapi, kanyaga mafuta wapi gari kaanza kutoka sasa, kutoka mlimani inarudi rivas yenyewe eh, haiendi hey. Sasa mbele, sasa inaanza kurudi rivas yenyewe <laughs> hey, naambia mdogo wangu chuma kinarudi nyuma hicho. Chuma chuma naona chuma kimekolea. Ah ah, kila kikanyaga mafuta mafuta mafuta, wapi sasa? Sasa sasa ile ile ile gari gari, gearbox ya pressure pressure pressure pressure. Kwa hiyo kama kama ni engine kubwa, imerudi chuma, kimepiga ka upiga hiyo ka huko eh, nyuma kwenye Excel eh, za huku zote za Excel zimekata. Si eh, za huku nyuma zote zimekata. Pia zimk kopia kupanda tena kuendelea kupanda tena kimepeli nyuma <laughs> kikawa kimeongeza tena speedi urudi nyuma nyuma <laughs> huko tulipo ilaporudi ndivo tulikotoka. <laughs> Chuma kinarudi moja kwa moja kwenye beukaaumisakba <laughs> chuma kikakuja kona, kikarudi kwenye mtaro, katafuaapembeni ikaingia kwenye msitu wa majani. Chuma kikaenda kikatega pale <laughs> kwenye majani pale. Kasema sasa tunafanyaje? ilivyoingia hapo kwenye maji yani, hata kuingiza mkono hivi, unajua huko chini au uvungu kuna kitu gani kinaendelea? Uwezi kuingiza mkono, hatuna jeki, jeki zote tuliazima. Acha huko eh, unakuja hivi, unaangalia tairi ya mbele

Hatuna shingi mia. <laughs> Bwana tunafanyaje? Bwana, bwana hapa cha kufanya. Mimi simu yangu, mimi nyumbani nimeondoka mimi sina mke. mke. mke mm. Mdogo wangu alikuwa na mke. mm. wangu. alikuwa na mke. Kaambia sasa tunafanyaje? Sasa bwana ngoja mimi nimpigie mke wangu. Tuangalie namna yote anatusaidiaje? Sio mwenye gari, sio mwenye gari. Sio mwenye gari. Mwenye gari. Ah, mwenye gari hapatikani usiku. Mwenye gari hapatikani. Yaani ulikuwa unatafuta namna pale basi mwenye gari hata tume... weni. Tuangalie namna yote anatusaidiaje, mwenye gari hapatikani. Ibebe hey. Ile gari hey. Wapi kwa sababu hii namna ya kutoka tena pale na zile za zile zile shafti hey. Za Benzi hamsipata wapi kule pole hey. Tunafanya namna namna ya kuweza kupata hizo au aidha mwenye gari atume gari ije ifanye ile itoe pale hey. Ipakishe kwenye rikapa irudi ije hey. Mwenye gari hapatikani. Kambia mdogo wangu, hapa cha kufanya ngoja tutafute watu eh? Mm, wa crane kabisa, yeah, kabisa waje, wao. Eh, wa breakdown kabisa hao waje, wao wa recovery tupatane nao bei, yani ukitaka kumpata oh, na mwenyewe mm. Tuwe tushapata gharama za kila kitu kubeba hii gari, ningebeba tokea mwanzo singetokea yote. <laughs> Eh, nasema endeni tu inafika hiyo ah. <laughs> Ia, si mwenyewe apatikane. Aatafutao jamaa akawa ametaka kama laki mbili kama themanini, sababu alikuwa washikaji zetu, akatufanyia tu bei kidogo tafifu. Kaambia sawa sema bwana, sisi hatuji huko mpaka mtume kabisa pesa uh -uh, mafuta ndio tuwafate, so tufike huko tubebe gari tuambie, mambo ya hela mtafuteni muhusika gari, confirm bei tuje tubebe. Tafuta muhusika hapatikani, kaambia yule mbo wangu ngo nianze toa kwanza hapo tu, tuangalie kwanza hizo na nili zinafunga na mangapi Eh. tuende kwenye marodi pale kwenye kenye mabolti bolti, ndo tukabahatisha tukapata kwahi, tukatoa pale baadhi ya pale zilikuwa zimechomoka akub. Tukaona kwa sababu tajiri hapatikani, tuangalie namna wenyewe tunajitoaje polisi, tuendelee na safari. Tajiri safari tajiri hata akipatikana kwenye matatizo mengine huko sababu gari hii ni ilikuwa na maaktuali na matatizo matatizo mengi mengi, lakini sisi tulikuwa tunapanga tu kwamba tutashujali kwamba gari zinazunguka inatembea. Hmm, itatembea yeah. Tuka yule ja mdogo wangu ule akafanya namna akafanyiwa mia mara pale, tukachukua tukapata pesa kama elfu thelathini hivi, naenda kununua bolti, naenda na ile sampo bwana, hii hii inaweza ikafunga tredi hizi inaweza ikafunga hizo, kafunga tukapata ambazo zinafanana tredi, tukaenda pale Yaani gari tu gari ina maana sisi tulishindwa hata kuipiga jeki. Kwa hiyo pale ilipokaa tulichimba chini. Eh. Ule uvungu katikati kama ukiona <laughs> eh. Kama ngili hivi eh. Acha na chimba shimo ili yeye aingie. Na sisi tukachimba kama ngili yeye. Chop, unaingia pale vile <laughs> vitu tunaviona viko hapa. Tukafunga, tumefunga, tumemaliza. Bwana tujaribu kuweka gia, kuweka gia na nikaambia wa mradi tu zile shaft hivi zifike pale. Mm. Tukaekea na baadhi ya bolti huku tukaeka bolti tatu na, huku tukaeka bolti tatu, na bolti huku tukaeka bolti tatu ndo tulizopata, lakini huwa zinakaa huku kama sita hivi na huku sita. Kwao tukaeka tatu na huku tatu, ndo zilizopatikana. Tukasema ikiwa safi tutaendelea na yeah. Kwao tukafunga pale kwa imekubali kaomba mm. tena jeki pale na ulispana, tukafungua tena ile taili, tukafunga taili letu la Toyota Safari ikaanza sasa tena usiku huo a kama saa nne hivi kanza kutoka pale ibi safari ikaanza, ikaanza tumeenda tumeenda tumeenda tumeenchikvutaatariarinanguusijaboaest tena gari za zamani shafuka zie nanili kwamba pale ilitoka i ili slip ili slip ili slip, lakini tukafanya namna kwa weka weka, mm, miti ni sababu kuna mchanga pia na udongo, tukapanga mm, panga mawe tukaitoa, mm, kwa ilivotoka sasa. Uh, ikawa tumefika tumetoka sasa tukawa tunaitafuta sasa hii sisi sasa, uu Bagara Bagara, uko vijiji vya nyuma uko Msanga Msanga wa uko ukona hata, kuna sehemu zingine kama mimi hata sizielewi vizuri, kwa sababu pia si mwenyeji sana <coughs> lakini kuna sehemu tulifika, ni kuna mlima hivi <coughs> yaani ni kwa huku ambao unatoka kule ni, ni mlima halafu mlima na kama unakona hivi ambayo unapandisha hivi alafu upande wa kule pia anayetoka namna na kwa upande wa kule aja, <tos> <tita> <tos> <tür2> <tos> ni mteremko. Sasa sisi tuko kwenye mlima, na kwenye mlima ndo kule tageti zetu. Sasa tunatoka huko kwenye mteremko, chuma kishaiva, na nikamwambia mdogo wangu nanikawambia, tunafika nyumbani, yaani asubuhi mapema tu alfajili tuko daa, yani tunaa nyumbani kwetu. sawa kaka, kwenye mteremko kweli, imeipa

hatutarudi nyumbani, yani hatujamaliza sentensi ya mimi chuma. <laughs> mm. Kisha hapo na hiyo tai ile upande mm. tulifunga mm. ni Toyota mm. alafu lile tai zile, ha, trade hazikuweza kufunga zote, yani kila kila trade, kila winati ilifunga trade kama tatu hivi. Yani ni hivi ikatokea tumepiga shimo au tumepata dhuluba yoyote, lile tai hili linachomoka

Ha. Tembea na msitu na kwa ha. Chuma kaja kunasa hapo kuna kama ngema hii. Nasa kuna ngema pale na kwa zile zile sahihi, sasa. Zile, study, zile sabu, ukifunga kama study tatu hizi. Kwa hiyo, sasa nilifunga zile study zile study kwa sababu kama tatu hiyo study tatu zile study ambazo nienda likawa limenguka hivi kwa kwa sababu study limechomoka hapo. Kwa hiyo sasa Tairi ilivyochomoka enyewe ndio iling'oa zile tredi za ndani hmm, na baadhi ya vichwa vya bolti vikawa vimeharibika hmm. Kwa hiyo tulichokifanya, kasema hapa tunafanyaje, kaambia hapa cha kufanya ngojea, sababu hapa tuko huku, kaenda polini, katafuta kama jiti hivi, kaliingiza pale, kapata kama hmm, kunyanyuka hivi kidogo hmm, kunyanyuka kidogo, nyanyua kidogo tukawa ile tairi kwa sababu tukisema tukitoa kabisa ile gari na hatuna jeki itakaa chini na tutashindwa tena kuitoa. Kwa hiyo nilipopata namna tu kunyanyuka hivi kidogo, kafungua baadhi ya bolti kwenye miguu mingine moja moja. Tukafikia pale ya kuvutia pale. Sababu pale na nilimwambia bwana hapa tu ndio hela 1030 tu. Tupate hata hela tuende tununue hata kilispana hapa za namba 17. Kwa hiyo tukanunua kilispana pale. Kaambia haya, ingia hapo ndani ya gari tupambane tuitoe gari studio. Kweli akaingia pale, katangiza kama gogo hivi, tukaichomoa pale. Kuna ile ngema ilipoingia gari, ikatoka msuni, kaingia barabarani, kaanza sasa. Kaambia mdogo wangu, bora tufike tena saa tano asubuhi sasa hivi, tutembee taratibu sababu maisha yetu yamekuwa yako nusu sasa hivi.

Yaani safari hiyo tukatoka nayo gari tukawa tumefika lakini, kwa yaani, tumetumia zaidi ya siku nne kutoka kule Lindi mpaka kufika hapo, zaidi ya siku nne, ikapale gari ikafanywa fanywa Tajiri ade, tajiri tulipata yani tulipata tena kesho yake. Mm. Yani, ah, pana, yani, visi, na na ah bwana nilikuwa hivi kasi kasi maaya sawa, lakini sisi tumefanikiwa kufika na na nini? nini. Lakini kwa mbinde, yani mbinde yake tajiri ni kubwa mno. Yeye yeye alicho pamba yafika kila kitu kingine kitaendelea hapo. Kwa hiyo sasa tulizofika. Uh-huh. Basi Bwana tukaandika mambo mambo yetu hapo kwa bwana hesabu zote za kila kitu tukapata kilichopatikana kidogo, kazi ikaendelea. Ebwana, nadhani umefurahi. Unaweza kwenda kwenye Instagram sasa ukaindika 255 Jerry na ukaweza kucomment chochote kile ambacho unaona kitatufaa wote wawili, mimi na wewe, lakini pia unaweza kuingia YouTube ukakuta vipindi vyetu vyote, uh, The Gear ukakutana na vipindi vyote, ukadrop comment yako pia, uka like uka share, usisahau kusubscribe bwana. Mzigo wote huu unaletwa na director Zosa, chini ya Jerry Spare Production.